Huu ni muda wa heka heka ya leo, na hamu kubwa kabisa kuweza kujua tarehe ishirini mwezi wa nne, leo hii kunani kwenye heka heka ya leo? Twende kwenye heka heka ya leo bwana, msikilizeni heka heka ya leo bwana. Hmm. Kuna mwizi alienda kuiba kwenye nyumba ya mtu. Mwizi mwizi Huyu baba ambaye mwizi ameenda kuiba wezi hawa, mama baba anasema yeye ni mgeni Buguruni, jirani mm. yake bibi Sofi kabisa wanachezamana uh -huh. mm. kuwa na mdomo, anaangaliana usiache kutupa hicho cheo kizito eh, kwa kina Husna mm. uh -huh. tukio limetokea Buguruni mm. kwa mamake Husna ule mm. mm. Kapa sasa bwana yule mm. mwizi. Sasa njoo sikia heka heka za kwetu sasa. Azima nani na zile. Usikie mganga wa ukweli yule hapo. Usikie mganga wa ukweli sasa. Njoo sikilize huko. Bwana yosi ndio kuna mganga huko Buguruni. So zile za kujaza nani? Zile hizo za mbenzi achana nazo. Sasa tunashindana heka heka sasa. Nani mkali? Mganga mbenzi, mganga Buguruni. Au mganga Zanzibar. Zanzibar. Pemba Pemba. Eh, ndio mambo. Sasa bwana. Kisomo cha Tanga kiasi kitaki tena. Umeona? Sasa bwana mwizi mm. uh, alivyoenda kuiba kwanza, we baba kwenye hiyo nyumba, yeye ni mm. mgeni, unajua mm. maeneo yale, usna ameniambia na kama miezi minne, yani tangu ameamia yani mpangaji pale, ah ah, amejenga. yeah, okay. amejenga nyumba yake, ameifanya imekuwa ya kisasa pale Buguruni mwenyewe. mm. ameamia. ah, okay. hana muda mrefu kama na miezi minne tangu ameamia. anasema mm. tangu nimeamia mm. yani, wezi ni kuruka tu ukuta kwenda kumuibia kila siku, yule baba Yaani mm. hili tukio limetokea juu kuamkia Jumapili usiku, kuamkia Jumapili ambapo anakuambia Jumapili iliyokwisha waliingia tena, waka ukiocha jioni walikuwa ki, kiocha jikoni walikuwa hawajafunga, unajua mm. nyumba hizi zenye vioo, kwa hiyo walichokifanya walikuja na vitu wakakata zile nani zile aluminium eh e, a, sasa aluminium wamesogeza zile ni sema no, nondo, no, nondo no, wakazikata wakatoa lile dirisha wakaingia ndani wakaiba TV yani kama vile kama babu yao, waliwezi pale mtani, yule baba tangu amehamia yani wanamuibia mara zote. Sasa mwisho juzi mwizi kaenda kuiba mm. kashachukua alichokichukua, kamaliza, kakata chini, kalala usingizi yani. Nyumbani kwa mzee huyo ndani alikwenda kuiba, kamaliza kuiba, kalala. Mwizi kalala, yani kalala mpaka asubuhi, kalala mpaka asubuhi mpaka kakutwa na wenyewe. Mimi nimeenda. Hey! Hey! Hmm. Mm. Kwa hiyo hmm. hmm. yani, wa kwanza kuamka ni dada nyumbani hmm. kama kawaida, kaamka, anafungua milango, anazunguka nyuma, sio akachukue fagio, akafanya nini, anakuta bwana mkubwa kalala, akakumbatia mtungi wake alioiba

Wewe wewe, nje kuna mwizi! <laughs> <laughs> Mnatoka tena kutatukiba kuna nini? Mwizi, mwizi. Yuko wapi? Nataka kuingia nikaangalia ananiambiaje. Rudi, mwizi anatolewa nje, basi nimekaa tu. Sasa nimesuka tena nimetoka. Sijui tena kwa ndani. Mm. Yeye kachelewa akaja kuamshwa na mzee Chubu, nje kuna mwizi. Mama Shabani. Eh, Mama Shabani. Si ndio akaja kuamshwa na mumewe. Sasa tukaenda nika, nika, nika ndani pale kwenda kuzungumza na mama mwenyewe mwenye nyumba. Wakati huo wa mume wake alikuwa ameenda polisi. Mimi nimefika pale muda huo mume wake alikuwa hajarudi polisi lakini pia nilikutana na Doto naye akanambia alivyoamka alichokishuhudia. Pia eh, mimi tumekuja hapa tukoa asubuhi, tuka tunasikia kuna mtu kalala kaiba ka, ka, kakutwa kalala tua, tuna, mka, tuna, kude, tuna, mkuja, mtu, watu wanaambiza tunaamka tunakuja tunamkuta mtu kimya, watu wakajua labda kafa vipi au vipi, kia mtu kuna mtu kadondoka kadondoka. Baadaye bwana yule kuamka, ndo akaanza kutoa ushuhuda wake.

uo naiba, unamaliza, unalala. Alikuwa kachoka. Kaunganisha shift. mm -hmm. Namuelewa? mm -hmm. Mama mwenye nyumba anasema wamemkuta yani, yuko kabisa yani hana hata habari amelala yani usingizi mpaka watu wamekuja e, kutoka nje wamemzunguka pale. Kalala. E, amelala. Ana koroma. Eh. Sio kwa usingizi huo. Yani, wende ukaiba ulale ukoroma. Ah, mna sijui mwenyewe Kasa, nao ulikuja ukamkuta mwizi kalala? Eh, kanipigia simu. Nani? Huyo mwenye nyumba mwenyewe. Eh. Atangoa mtu yupo kalala. Yeah. Basi ndo nikaja tukamkuta, tukamuuliza, wewe umefuata nini? Akasema mimi sijui nimeingiaje, nimepandishwa ukutani, nimeanguka, kwa hiyo ndo nikalala hapa. Kwa hiyo umefuata nini bwana? Nafuata kuiba. Kaelekezwa sio na kijoni, wewe umempandisha. Sasa hata kama kalewa nguvu za kuingia ndani kazipataje? Sababu wewe kama ukalewa ukasema eti niingie ndani afu nishindwe kutoka, ni kitu akiwezekana sasa? Kwao ndo yani, kama vile mtu alio aliolala muda mrefu afu mkamwamsha kwa haraka, sauja mtu akitoka msingizini, anapokuaga ndo mfano wake. Ndo akasaa kwamba nii nimekuja nimekuja kuiba, nimeambua kuna godoro uwani, nishu kubwa, nimekuja kuiba. Ao ndo tukamoji oja kia. Sasa hatujajua kwamba mwenyewe kafanya mazingira gani, maana si mazingira ya kawaida. yeah, Eh. Yeah. Hey. Haiwezekani eh, haiwezekani. Sijajua mumeo kiboko. So, mwizi kuingia na kulala usingizi <laughs> shule aliofuata <imshinde. laughs> washaibaiba sana, wamekata walikataga ndani na mwenye kasema walikuwa wanne, hasa kama mtu angetoka ndani pia ni hatari. Waarabu <laughs> <laughs> <Ndo maana mwizi kalala. laughs> wenye mashombe shombe sasa, kidogo akaingia baba mwenye nyumba mm. ambaye alikuwa ameenda polisi kwa ajili ya ishu hiyo hiyo mm -hmm. Uh, maana ndo alikuwa ameenda kumwacha mwizi kwenda kuandika mw... nani, polisi walikuja kumchukua, lakini na mwenyewe baadaye, baba mwenye nyumba akawa amekwenda huko. Sasa, katika kuzungumza naye, baba mwenye nyumba wana..., akaniambia hivi kwamba alikuwa na taarifa, yani alikuwa anajua kabisa kwamba lile jambo litafanya nini, litatokea litatokea, ndo kwa mujibu wa yule kaka alivyoniambia, na mimi nilikuwa najua kama hichi kilichotokea leo kingetokea.

Um, tukachukua arabii kwa hiyo, tukakaa na arabii lakini tukaendelea na prosesi nyingine mm -hmm. Ukiachana na hizo so, unajua mjini hapa mm -hmm. mm -hmm. eh, prosesi gani kakaangu kafanya, atulienda kumshtakia upande wa pili kwenye kitabu cha Mungu mm -hmm. eh, um, wenyewe wataalamu wa vitabu vya Mungu mm -hmm. wakatoa siku zao na siku yao waliotoa ilikuwa ni Jumapili uh -huh. na nadhani leo ni Jumapili imetimia tumemkuta. oh. kalala usingizi Usingizi. Kafanya kuamsha na wakufa mtu mm -hmm. alivyoamshwa anaulizwa anauliza yuko wapi? eh, anauliza mimi kwani niko hapa? Ndio hivyo. Tukamwambia, kwani wewe umekuja kufanya nini huko? akasema hata sielewi. Ndio tukaamua tena, kama kawaida, nchi yetu ina sheria mm -hmm. tukaamua kufuata sheria, ndio tumemfikisha sehemu husika. Kwa polisi wengine walikuja mm -hmm. kumfuata hapo. Sahivi yuko kwa mikononi mwa, mwa sheria kama kwa kwa nyumbani kama nyumbani mm. Ameanza kuwataja na wenzake eh, <laughs> alikuja nao, ambao wameweza kutoweka eh, miko tupemba nimevuka maji. Ustazi yupo Mm, ni siri yetu kidogo, maana maana mm. hatuko hatuko bayana zaidi bu, mm. katika kumtaja namba simu, mimi sio namba simu, namba ni namba huyo bwana nimpigie mwenye niongee naye, kwa sababu uh, nadhani it's, it's a new technology mm. ambayo inabidi kiukweli kabisa. Hivi ndio vitu ambavyo mimi nasema tujaribu kuviangazia, na narudia tena msomo wangu ule ule, washirikiane na serikali kipindi kile, washirikiane hao na jeshi la polisi kwa sababu katika hali ninayoiona mm. mimi naambia na waza tu kama hili limeweza kufanyika mwizi akaingia ndani akakuta wamelala hivi, tuweze kufanya watu kalisaidia jeshi la polisi kujua wale mauaji ya polisi wetu nane kule, nawaza hivyo.

Mlinzi getini pale analinda, lakini kumbe unaweza kuondoka nyumbani kwako, umeacha milango wazi na mtu asiingie, akiingia na lala unamkuta. Unaona eh? Eh. Yeah, lakini twende mbele tu dinyuma. Hii swala la mwizi kuja kuiba afu kumkuta kalala jamani, mm, sio jambo la kawaida. Ndio maana mimi mimi kila siku nikiwaambia, mimi kaka akasema alikuwa anajua kwamba hili litatoka kwa sababu aliambiwa Jumapili utam Jumapili sitokaibiwa. Kaambiwa Jumapili ijayo utampata mtu wako. We, ndio maana ikawa Jumapili. Ndio maana ikawa Jumapili. Kwa hiyo ndo za mwizi 40 hii ndo 40 inatoka. Hii kapigwa za Jumapili. Mm. Sasa nikamuuliza, lakini aliiba nini? Mmemkuta na kitu gani ambacho alikuwa amechukua ku ameiba ni mtungi tu ambao sana ndokana sana nao yeah, mtungi wa wa wa, wa, wa kujazia gesi za IC ndio amenasa sana hapo. Okay. Kalala nao kabisa singizi. Wow, ni... Ah, asante sana. Ni nzuri mtaalamu mwenyewe amenipigia simu asubuhi kabla ya mimi kumpigia eh, kuniuliza kwamba umempata mwizi wako au yeah, hujampata? Hmm. Ni jampata. Basi nimeshampa taarifa, nimempata hata wewe nadhani utamwaminia eh eh, kabisa. Kumbe mtaalamu kapiga simu yeye mwenyewe. najaribu kuwaza mm. statement polisi polisi na <coughs> sijui ah, lakini polisi anaenda kusema tu, nimekuta kalala basi. ah, mwizi huyo... kuwaa navyokwenda kuaea vizuri mm. afisa upelelezi nakashika jalada sasa, anamchukua maelezo maelezo, bwana kavunja nini dirisha, kaingia Ah sasa hii ya Jumapili ya, ya, hakuwa amevunja. Hii ya ya Jumapili ameruka ukuta. Yuko ndani ya compound. Eh, ajapitia mlangoni, karuka. Tayari umeingia kimakosa kwa nyumba ya ya mtu. Na mwenye alivyoulizwa, sikakiri nimekuja kuiba na mwizi mwenyewe mama, mama, yeah, mama, mama, eh, huyu hapa eh.

kijoni <laughs> ma kijoni. Ma kijoni. Eh, ndo kamwambia tu kijoni. Kaja kampandisha pale. Eh, tukaibe kampandisha kambeba katumbukia. Sasa, yule unajua, wenzake wamemkimbia kwa sababu yeye alikuwa atumbukia ili achukue vitu awarushe wenzake. Neliza aa, mimi namuelewa. Unajua wewe, sisi tulizao sinaiti na yule mtu wa pombe pombe, maanake muda wa kupumzika unakuwa sasa ba nafsi kupanda kupanda kupanda kupanda ukuta tena kuruka, siwezi. kurusha chote siwezi. Yule yule hata hajajaribisha kupanda, maana kama angejaribisha kupanda wangemkuta yuko macho kwamba kashindwa kupanda, lakini yule kalala, e, ndio maana mm. na mimi nasema hivi kutokana na matukio mengi ya uhalifu. Mhm. Mm. Wewe umekuja kuniambia ile report ya wizi wa magari hivi ni wewe nani? Jamani, hizi teknoloji inabidi zitumike. <laughs> huyu kafanyaje? kwa sababu angalia, kwanza kwa ni teknoloji rafiki, kwa sababu mara mm. nyingi ambapo unasema kwamba wananchi wenye asira wamechukua hukumu mm. hatua kali wa sasa teknolojia mm. ah, ah, hii ikishakuwa maarufu hii inapendeza, ikiwa chini chini kama hivi ah, ah, yani yeah, sio na promo kubwa, ukianza kuitangaza sio nani ndo huyu hapa, jua semara inakuwa haina nguvu sasa. Wangapi ambao wanatamani kulinda nyumba zao, kwa sababu, kwa ufupi, mpaka sasa hivi nitoe taarifa, Buguruni mtaa wetu uko salama kabisa. mm. Umeelewa? mm. Eh, hii dua imepigwa mtaa mzima. Mta mzima gee? Mta mzima. Mkitupatupa nyi, mkitupatupa ile swala. Mkitupatupa, hukona halina umhimu wake. Mimi kuna siku Wasilisha mm. Mimi sina eh, shida labda kwenye mambo haya jamani, tumeibiwa hapa eh. Serikali dua, piga dua hilo, sina shida, lakini kusema vovokopo, nasema kwamba hili lipitishwe, ah, hilo haliwezekani, tutakuja kugombana bure. Nasema hivi, unagombana naye nini mtu? Mimi nitaenda kushtaki polisi kwamba umeniroga Shapitisho na serikali kama umemsikiliza siku zile, uh, nimemsahau jina kutoka mamlaka ya hali ya hewa ambayo tulizungumza naye kuhusiana na utabiri wa hali ya hewa, namna walivyokuwa wakitumia wao kitaalamu mm, na mipango yeah, yeah, waliokuwa nayo sasa hivi juu ya kutumia vitu vya asili katika mm. kutabiri mvua, si umeona? mm. Alichokizungumza, wameona mbali zaidi. Umeona eh kwamba wanahitaji kuwashirikisha kwa sababu wamegundua kwa, wa kwa namna moja ama nyingine vinawiana hivi vitu sasa anaweza akatumia labda kwa njia kama hii sasa. Wewe unadhani mimi sijaona mbali kwenye swala la uizi, kwa sababu hii tunaamua kwa ajili ya kujilinda. Na pale wewe ambaye umepita njia hata bwana ambaye amekwenda kulala, hii njia nzuri, mnamfikisha makwaya, ambapo pale jamhuri sasa anatimiza wajibu wake. Umeingia nyumbani kwa miaku, Zambari, ambo, umepita, mtu umefaa hivi na umekiri umeiba na vifungo vya sheria Mm. Tusishindwe kusema na kutoa maoni mapya mm, kwamba hii haiwezekana. Ni njia nyingine tena ya security kwa ajili ya majumba yetu, kwa sababu inawezekana yuko Pemba, mwenyewe yuko Pemba huyo anayesoma na vitabu vya Mungu, maana yake anatumia vitabu vya Mungu. Kwa hiyo anasema, kiukweli Musa, unawaza kwa sauti polisi hey, wachukue hatua hiyo. Rogers Mwachale anasema huo wizi wa Flat hey, TV huku Mpwapwa ndio mm, unakikwa. Sasa naomba mnisaidie namba ya mwenye nyumba anisaidie mimi kuweza kulinda kwangu. David anasema huyo baba angemtaja huyo mtaalamu ili watu tumtumie, maana wizi umezidi aisee, tunamuhitaji hey. Eh, anasema kwamba watu wengi nimegundua, anamtaka mtaalamu. mimi nakwambia hapa tu, Juma Said mambo sasa. Anasema kwamba huyo mpemba noma, stahiliwa kamata mwizi, anasema ameielewa Wawizi, aise, tunaziomba namba za mtaalamu huyo tukomeshe wezi wanatuibia mpaka huko. Watu wameomba namba za simu mpaka Babati. Wewe vipi bwana? Anaitaka huyo ni ni ni mtaalamu teknolojia, teknolojia, amazing, amazing. Na nawaambieni, kama mtanipuuza puuza, mimi nitaiwasilisha moja kwa kwa moja kwa IGP polisi. Yeye mimi namba safari kwenda Pemba, mama safari kwenda Pemba, mimi namba aeso bila utatupa marejesho mm, ile Heka Heka ya Mbezi, kwa hiyo kidogo mpaka dakika yeah, kwenye mashindano yetu ya Heka Heka ni mekiki. mpaka dakika Wewe umekuja na vitu ambavyo mm, ni kweli ni msaada kwa jamii i ah, msaada okay, kwa jamii <laughs> na ni heka heka ambayo nimetoa funzo leo ni <laughs> msaada kwa jamii yeah, kwenye upande wa security kiasili, mm, ni kweli name vizuri kabisa proper, Well kwa kweli watu wa, wa Buguruni wana uwezo vizuri, sasa kwa kwa ajili ya kufanya uwezo kukaa jirani yao wananchi wa Marapa wana uwezo kwa umoja wao, badala ya kuanza ulinzi ulinzi shirikishi na sungusungu. Mm. Waka, pa, ulinzi shirikishi <laughs> sungusungu. na na Unajua, hapa masuala mengi tunavunja. Unaondoka unaacha mlango wazi alafu unakuja mwizi kapumzika na mtungi wake, redio una pale <laughs> unampigia simu afande, afande. Alafu, alafu nataka niwaambie wenye vioo, yani nyumba zenye vioo vya aluminium hivi vya kusogeza hivi, ukisahau kuweka nini ile lock, wame nani. Sasa ukisahau kuweka lock, ndo hapo naweka lock mzee kule. Mimi naitwa Dahu, mimi naitwa Gea Habibu, mwalimu wa kitabu kitabu <laughs> <laughs> vya Mungu <laughs>